Habari yako. Naitwa Dr Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia asili kwa duniani kutumia mimea asili ambayo ndio baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu wa kwanza tangu ameanza kuwepo duniani amekuwa akiishi kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote, na historia inajionyesha, wanadamu wa zamani ambao wamekuwa akiishi kwa kutumia mimea asili wamekuwa na afya njema isiyokuwa na maradhi ya mara kwa mara Ukikompea na maisha ya sasa ambao wanadamu walikuwa kutumia dawa za e, za kemikali kwa wingi, wamekuwa wasioishiwa na maradhi mara kwa mara, wamekuwa wakitibu na anajirudia na tibu na anajirudia. Tukushauri kama pengine ulisahau nyumbani, maana kwenye asili yako, basi kumbuka kurudi nyumbani na siku ingine utapata tiba sahihi. Ni Song'wa Traditional, kile kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili. Kuna watu wengi wamekuwa na changamoto ya ugonjwa wa fangasi pamoja na PID, hasa kina mama. Ugonjwa huu umekuwa ukiwatesa sana, wamekuwa wakitumia dawa sehemu mbalimbali na ugonjwa huu ukijirudia. Lakini ufahamu kwamba fangasi unaweza ukaipata kutokana na mazingira ambayo unayoishi, mfano utumiaji wa vitaulo vya kina mama. Kama unaitumia vitaulo vya kina mama wakiwa kwenye siku zao kama uki hasa hivi vya dukani wakati mwingine ubora umekuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo ukitumia kwa muda mrefu masaa mengi bila kubadilisha kile kitaulo, mwisho wa siku unajikuta umeingia kwenye hatari ya kupata bakteria wa fangasi. Lakini pia kujamiana na mtu mwenye ugonjwa wa fangasi, basi pia unaweza kujikuta umepata ugonjwa huu wa fangasi. Lakini pia mazingira ya vyoo vyetu ambavyo tunavyoenda kutumia vyoo vyetu, kama visivyokuwa na usafi na ustahiki, basi unaweza kujikuta ukapata uh, athari ya ugonjwa wa fangasi. Na watu wengi wamekuwa wakiutibu ugonjwa huu kwenye mahostali, sehemu mbalimbali, umekuwa kama bakteria hao wakilala wakipooza, lakini baada ya muda ugonjwa huu umekuwa ukijirudia. Tofauti unapotumia dawa zetu za tiba asili ambazo zinatibu na kuondoa shida hii, na unavyofahamu kwamba unapokuwa na fangasi kuna baadhi ya dalili tofauti tofauti kwa mwanamke anaweza akawa anatokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu wakati wa tendo la ndoa anapokuwa na mwenzi wake, lakini pia mwasho sehemu za siri lakini pia kwa mwanaume anaweza kasikia kama mchubuko au kutoka kama na utando sehemu zake za maungio ya mapaja kwa chini pale, karibu na kinenda chake pale, anaweza kutoka kama utando utando, ama ule muwasho, wakati ule utando kaushika hivi, unaweza kanatoa harufu fulani. Hii ni fangasi ambayo unakuwa uko nayo. Lakini ugonjwa huu wa fangasi unapokaa kwa muda mrefu, hasa kwa mwanamke, unaweza ukapelekea wale bakteria wa fangasi wakaingia kwenye mirija ya uzazi, na unapoingia bakteria wa fangasi kwenye mirija ya uzazi inatengeneza changamoto nyingine ya PID. PID ni uvimbe, maji wengi wamekuwa kiita, lakini ni uvimbe au ni bakteria wa fangasi ambao mtu ameingia kwenye mirija ya uzazi na kusababisha hii ni mirija ya uzazi kuvimba ama kujaa maji. Dalili zake hazina tofauti, kwa sababu ni wale wale bakteria wa fangasi ama uchai wameingia kwenye mirija ya uzazi. Kwa hiyo dalili zake zinakuwa ni zile zile za kutoka uchafu sehemu za siri, lakini tofauti ni kwamba uchafu ukakaa kama na cream flani au mwepesi, au na wakati mwingine kama una harufu kali, mwingine unaweza usiwe na harufu sana. Lakini ambayo dalili nyingine utaweza kuiona ni maumivu kwenye nyonga, kwa pembeni za upande mmoja au pande zote mbili hii ni kwa sababu ile mirija inakuwa imevimba, na dalili nyingine ambayo utaipata ukiwa na ugonjwa huu wa PID ni ile period yako e, inakuwa haiko vizuri, inakuwa inapishana pishana, kwa sababu ugonjwa wa PID unaharibu hormone imbalance. kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba mwezi unaona hivi, mwezi unaona mwezi hivi mara siku ishirini, mwezi siku kumi na nane, yaani siku zako hazikai vizuri, kwa sababu ya ugonjwa wa PID, lakini pia wakati mwingine unaweza ukatokwa na mabonge mabonge kwenye period yako hata siku ya ya mwisho au siku ya mwanzo, ama wakati mwingine unaweza kuwa unatokwa na na damu kidogo kidogo, yani kidogo sana. Hizo siku mbili damu ya period ni kidogo sana, kwa sababu unakuta nyingi inakuwa imezibwa kwenye hii mirija inakuwa haitoki vizuri. Sasa basi unapokana ugonjwa wa PID, kwanza kama nilivyosema, na haribu hormone imbalance lakini vile vile ina- inasababisha upevukaji wa mayai kwa mwanamke unakuwa ni mdogo, hali ambayo inaweza kusababisha ukashindwa kubeba mimba. Kuna wanawake wengi wamekuwa wagumba, wameshindwa kupata mimba kwa sababu ya ugonjwa huu wa PID ambao umeharibu hormone imbalance na kiz, eh, na mirija ya uzazi kiziba. Unaweza kujikuta eka mimba ikitokea imeingia, inaweza ikaingia ikatunga nje ya mfuko wa uzazi, au ikaingia baada muda inatoka. Lakini pia kukaa na ugonjwa wa fangas inaweza kapeleka ukapata shida ya PID kama nilivyoelezea. Lakini ukikaa na ugonjwa wa PID unaweza ukasababisha ukapata shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Kuna kinamama wengi wamepata shida ya kansa ya shingo ya kizazi kwa sababu tu ya kuishi na magonjwa ya UTI mafangas ama PID kwa muda mrefu ama wamekuwa akienda mara kwa mara nimi nimeitibu sana fangasi, inajirudia inaitibu sana, inajirudia inajirudia, kwa sababu haujapata tiba sahihi. Na hii ni kwa sababu umeacha nyumbani, siku zote anayekataa kwao ni mtumwa. Kwa hiyo tukushauri, fungus ama PID inasababisha kifo, inasababisha kifo kwa sababu ya kwamba uwezo wa ubebaji mimba unakuwa haupo, lakini inaweza kusababisha kansa na inaweza kapelekea hatari ya kifo. Na unapokuwa na uvimbe au kansa, unaweza ukawa unatoka damu mfulizo kidogo kidogo, ambayo inapelekea damu ikapungua, hata kuhatarisha kifo. Lakini pia kama nilivyosema, unapokosa mtoto katika familia ya mke na mme, maana yake unaondoa furaha ya familia. Jifunze kwa Ibrahimu na Sara, Ibrahimu na Sara wakati wamekaa miaka mingi bila kupata mtoto. Tunaona furaha ya familia ile ya mji ule walikosa kuwa na furaha, hali ambayo ilimpelekea mama Sara amshawishi mume wake atembee na kijakazi, ambayo leo tunaoita ma house girl, ili wapate mtoto katika familia yao, kwa sababu amani ama furaha ya ile familia ilikosekana kwa sababu ya kukosekana kwa yule mtoto. Lakini tunaona kwamba hata baada ya Sara baada ya yule kijakazi kubeba mimba na kuzaa mtoto bado Sara hakuwa mwenye furaha na kujiamini kama mwanamke. Maana yake kwamba hakuna mtoto wa mwenzako ambaye aweza kukupa ujasiri na kujiamini mbele ya jamii tule. Kama nilivyosema, Sara hakujiamini mpaka pale ambapo Mungu aliona furaha ya Sara haijakuwa timilifu, ndipo Mungu alimwambia Ibrahimu, basi naye mkewe atabeba mimba katika tumbo lake, na tunaona Sara ikiwa na umri mkubwa wa miaka 80 lakini tunaona Sara baada ya kubeba mimba akapata mtoto wake Isaka, ndipo furaha ya Sara ilipojidhihirisha. Sasa zile jeuri za kijakazi kujiona kwamba ni yeye ndo mama mwenye mtoto katika ile familia zikamkela Sara, na hali ndiyo iliyopelekea Sara mfukuze ule kijakazi aondoke, na kwa sababu tayari na yeye alikuwa na mtoto katika ile familia, maanake huyu kijakazi aliondoka na mtoto wake Ismaeli kwenye ule mji lakini Sara akabaki na mtoto wake Isaka. Kwa hiyo, tunaona namna gani unapokuwa na mtoto unajiamini zaidi. Lakini kama nilivyosema, swala la mtoto pia linahitaji ushirika wa mke na mme, na ndio maana tunaona hata agizo la Mungu alisema, nendeni mkazae, muijaze dunia, maana yake ni mke na mume. Kwa hiyo sasa, kama wewe mwanamke una changamoto kama nilivyozizungumza, maana yake mtoto aweze kupatikana. Lakini kama wewe baba pia una shida kama nilivyosema, ugonjwa wa fangasi unaweza ukapelekea zile mbegu zako zile sperm count zako zinakuwa ni low, ziko down. Maanake kwamba unakuta huwezi kutungisha mimba, na kama huwezi kutungisha mimba, mama hata kama yuko salama atapataje mtoto? Maana yake kwamba hauwezi kutungisha mimba. Kwa hiyo ndo maana tunasema agizo la upatikanaji wa mke na mtoto ni la mke na mme. Kwa hiyo kama mume una changamoto, tuko na dawa ambazo tuna dawa yetu hapa inaitwa Nzobe. Hii dawa ya Nzobe ina sifa kubwa kwamba inatibu tatizo la ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambao mtu anaweza kazaliwa nao na ikapelekea mbegu zake zikawa zika zika, no, zika, ziko chini, hali ambayo ikapelekea kutungisha mimba ukawa ni ni, ni ni duni lakini pia inaweza ikasababisha maumbile ya mwanaume kuwa madogo kama ya mtoto mdogo, ambapo ndipo unapotokea misemo mingi sui kibamia, sui nini. Yote haya ni kwa sababu unakuta yale yani maumbile yake yamekuwa madogo kama ya mtoto mdogo, na hii ni kwa sababu ya kuwa na ugonjwa huu. Nazikua mbegu chache, huwezi kutungisha mimba. Lakini kwa kina mama ambao wana changamoto ya fangasi na PID, tunayo dawa hii hapa inaitwa Lonzwe ambayo itatibu tatizo la fangasi, itasafisha kizazi na weza kusababisha ubebe mimba, urudishe furaha ya mahusiano yenu kama mke na mme. Tukushauri, Song'wa ndiyo kituo pekee Tanzania ambacho kina uwezo wa kuondoa changamoto hizi na kurudisha furaha katika familia, lakini kuondoa madhaifu ama masimango manyanyaso ambayo pengine umekuwa ukiyapata kwa sababu tu ya kutokubeba mimba. Lakini tumekuwa tukishauri unaweza ukatutembelea kwenye mtandao yetu ya kijamii, ili upate elimu ya kutosha, maana elimu pia ni tiba. Yamkini pengine haya yote ukiyajua, yanakusaidia pengine, kwewe mtoto wako na ndugu yako asiingie kwenye maradhi ambayo pengine yanaweza kuepukika bila kutumia dawa. Instagram tunapatia kwa nsongwa underscore traditional underscore kliniki, lakini Facebook ni nsongwa traditional kliniki, lakini pia unaweza ukaingia YouTube pale. Ukiingia YouTube utaandika Damaki tv ukiandika Damaki TV utakuta eh, utakuta TV yetu ambayo tuna maelezo mengi. Unaandika videos, uta click utaona elimu nyingi ambayo tumeitoa, yenye mafunzo juu ya maisha yako, lakini namna ya kujikinga, lakini namna ya kupata huduma, lakini pia namba yangu ya simu ni 0752629252 sisi sio siyo, wale wale. Afya yako jukumu letu.